Tufahamu kwamba Uislamu umekuja kutuonesha thamani ya amani, na miongoni mwa dalili zinazotumika kuonesha thamani ya amani, riwaya hii niliyoitaja, Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwenye mambo matatu ambayo anaona wewe ukiwa nayo kana kwamba umemiliki dunia, mmoja wapo ni amani. Ndugu zangu katika imani, amani ndiyo msingi wa maendeleo yote katika huu ulimwengu. Huwezi wewe kutafuta maendeleo ya kiuchumi kama amani hakuna, huwezi wewe kutafuta maendeleo ya kielimu kama amani hakuna. Jambo la kwanza, waislamu tunatakiwa tuelewe thamani ya amani, na ili kujua amani ina nafasi gani kwenye sharia Allah subhanahu wa ta'ala sisi ametu

Ewe Allah, ujaalie huu mji huwe ni mji wa amani. Ni dua ya nabii Allah, nabii wa Allah Ibrahim al-Khalil, anawomba amani katika mji. Sisi waisilamu tuna haki zaidi ya kuwomba amani katika miji yetu, bali sisi tuna haki ya kusimamia amani katika miji yetu, kisitokee kitu kingine chochote kikawa ni kisababishi cha kuvuruga amani, alafu sisi tukaingia Sawa sawa iwe demokrasia, sawa sawa iwe uchaguzi, sawa-sawa uwe mpira, sawa-sawa kiwe kitu gani, usikubali muislamu kuvuruga amani uliyokuwa nayo kwa sababu ya vitu hivi. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ajaaliye nchi yetu na miji yetu ya Kiislamu iwe ya amani.